Na sasa tugeukie masuala ya kilimo ambapo chuo cha mafunzo ya Biblia cha EKIC tawi la Kyanginywa Kibwezi, kaunti ya Makueni, ni chuo kinachoangazia kilimo cha kisasa cha matunda hasa maembe, ambapo chuo hicho hutumia mbinu za kisasa katika kilimo hicho. Askofu Mkuu wa kanisa la ABC, Daktari Timothy Ndambuki, akishabikia hatua iliyochukuliwa na chuo hicho, amebaini kuwa wanafunzi hao wa Biblia watakuwa wa rasilimali muhimu kwa jamii. Kulingana na mkurugenzi wa chuo hicho, Reverend Canon Alice Wambua, chuo hicho kimeangazia kuwafunza wanafunzi wa theolojia kilimo cha kisasa kupitia mfumo wa Farming God's Way. Chuo cha mafunzo ya Biblia cha EKIC Tawi la Kyanginywa, Kibwezi, Kaunti ya Makueni ni chuo kinachoangazia kilimo cha kisasa cha matunda hasa maembe, ambapo chuo hiki hutumia mbinu za kisasa kulima matunda haya wakati usio wa msimu. Nashukuru sana kanisa kwa lile wazo ambalo walionelea ni vyema wanafunzi ambao wanasomea neno la Mungu ambao wameitwa na Mungu kuja huku ili kwamba waweze kufundishwa mambo ya Biblia na sana mambo ya kilimo na um, inawakamba, sorry, na wachach, we do what we call Farming God's Way. Kulingana na mkurugenzi wa chuo hicho Reverend Canon Alice Wambua, chuo hiki wameangazia kuwafunza wanafunzi au wa theolojia kilimo cha kisasa kupitia mfumo wa Farming God's Way. Hatua hii ikilenga kuwapa ujuzi wa kuelimisha waumini wa makanisa watakapofanya kazi. Na sisi tunafundisha mambo na kilimo wa wachungaji, ili akiwa katika lile kanisa yeye mwenyewe awe ana uwezo wa kujidumu ni kujimudu kwa kimaisha, awe ni yule mchungaji ambaye awezi kuwa ombaomba omba yule mchungaji ambaye pia katika komuniti akitoka pale nje apate. Kwa mfano makanisa ya huku washirika ni wakulima, maisha yao wanategemea mashamba, wanategemea kilimo. Leilinda maicomutie kitavu kutoka Kanisa la ABC Udhidhuni, aliye mtaalamu wa kilimo, anaeleza mchakato wa kulima matunda haya ili yaweze kuzaa wakati usio wa msimu. mwezi wa kumi na mbili ndio tuna pruni maembe na mwezi wa Januari na febu, tunaweka Machi. Tukiweka Machi, ina inatoa uh, branches upya. Alafu kutoka pale mwezi wa nne mfua, ikija mwezi wa nne tunaacha maji, alafu mwezi wa tano tunaanza na kupiga dawa na piga dawa zile za kufanya flowering. Wanaeleza kuwa kilimo hiki kina faida, kwani kupitia njia hii wa upata matunda mwezi wa tisa na mwezi wa kumi, wakati ambapo matunda haya ni adimu, hivyo kuboresha soko lake, wakilenga soko la nje mwa taifa hili, tunda moja wakiliuza kwa shilingi thelathini. Tuna target mwezi wa tisa tukuwe na, na maembe kwa sababu wakati huo ni hop season, kunakuwa hakuna kuna maembe na sana sana tunaangalia soko ya export na vile vile loko, kwa sababu wakati huo hakuna maembe kabisa. Tuna target tukiangalia, uh, nchi zingine za ulimwengu kwa sababu export tunafanya Middle East, Dubai na, na pia London. Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Dr. Timothy Ndambuki akishabikia hatua iliyochukuliwa na chuo hiki akibaini kuwa wanafunzi hao wa Biblia watakuwa rasilimali muhimu kwa jamii, kwani ujuzi waliopata wa kilimo cha kisasa wataeneza kwa jamii. They have the, they have the faith.